alqanitin waj'alni fihi min awliyaika almuqarrabin bira'fatika ya arhamar rahimin ndugu zangu katika dua ya siku ya leo ambayo ni siku ya tano ya mwezi wa Ramadhani tunapata mafunzo tena katika siku hii ya leo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kila siku kuna dua yake na kila siku, katika dua hizo zina mafunzo ambayo ni mafanikio makubwa kwa mwanadamu katika kipengele hichi. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa mafunzo ya kumuomba kupitia dua hii kwamba, kwamba ninapokuelekea Mwenyezi Mungu nifanye mimi ni miongoni mwa wenye kukuomba msamaha, nijalie mimi niwe ni miongoni mwa watu wenye kukuomba msamaha katika dua za siku ya tano. Nijalie mimi nifanye ni miongoni mwa watu mwenye kuomba msamaha, kwa sababu kuna watu wengi. Mtu unaweza ukakosea mambo mengi, lakini hata siku moja hujakumbuka kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwa yale ambayo unakuwa unayafanya. Sasa nifanye mimi dua hii nasema nifanye mimi ni miongoni mwa wenye kuomba msamaha, wenye kutaka msamaha, lakini nifanye mimi vile vile ni miongoni mwa waja wako wema wenye kukutegemea wewe, ya rabbil alamin, nisimtegemee yeyote, lakini unifanye mimi ni miongoni mwa auliaika, ni miongoni mwa mawalii wako nijalie mimi ni miongoni mwa mawalii wako ambao ni wa karibu sana kwako, kwa birahmatika ya arhamar rahimin. Kwa hiyo ndugu zangu, katika kipengele hichi na katika dua hii, kuna mafunzo ambayo tunayapata katika mafunzo ambayo tunayapata ni marahala ya kwanza, kwamba mwanadamu kuna marahili ambayo anapitia ili kufikia katika daraja la juu. Daraja hili la juu, ndugu zangu, ambalo mwanadamu anatakiwa afike kwanza, daraja la kwanza ni aombe msamaha. Wanadamu wengi tunakosea, baada ya kukosea tunakuwa tunajiweka mbali na Mwenyezi Mungu, lakini ili tuwe karibu na Mwenyezi Mungu, ndio hivi tunataka tufanye istighfar tuombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu, tulete toba ambayo iliyokuwa sahihi, ili kwamba katika yale tunaa. Ukishafanya toba kwa Mwenyezi Mungu, unakuwa umeshahama daraja hiyo, unaenda daraja nyingine, unaingia katika marhala nyingine, ambayo ni marhala asalihin, utaingia katika wale watu wema, wema waja, kwa sababu umeshaomba msamaha, msamaha umetoka kwenye msama, sasa umeshakuwa msafi, unaingia kwa waja wema katika wajawema baada ya kuwa katika mjamwema unafanya mambo ma mazuri. <coughs> Hapo sasa unaingia katika marahala mengine, unatoka katika marahala ya mjamwema we ni msafi, unaingia katika marahala aulia <coughs> unakuwa miongoni mwa maaulia Allah, miongoni mwa mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala na unapofikia daraja ya kwamba wewe ni miongoni mwa mawalii wa Mwenyezi Mungu, unakuwa uko katika daraja ya juu sana, ni daraja ngazi ya mitume, ambaye katika ngazi hii unakuwa kila unachokifanya we unafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, kama ilivyokuja, ilipokelewa katika hadithi ya Imam Ali na alayhi salamu aliposema kwamba ilahi maabadtuka khaufan min iqabika, kwamba mimi sikuabudu ya rabbil alamina kwa kuhofia kwamba utaniadhibu. Wengi tunafanya ibada kwa sababu kuhofia kwamba tutakuwa siku ya kiyama tutaadhibiwa, lakini unapofikia daraja hilo, anasema kwamba mimi sikuabudu kwa ajili ya kuogopa moto wa siku ya kiyama, lakini wala taman lakini vile vile siogope adhabu yako. wala tamaan fi thawabika, wala sifanyi ibada kwa ajili ya kutamani thawabu zako. Lakini vile vile walakin wajadtuka ahlan lilibada faabadtuka, nimekupata we ni ahali wa kuabudiwa, wendi unafaa kuabudiwa, nikakuabudu. Ndugu zangu, hichi ni katika kipengele kidogo katika siku ya mwezi wa Ramadhani siku ya tano ambayo ndio siku ambayo ni siku miongoni mwa siku ambazo e, Mwenyezi Mungu anakuwa anakubali sana toba za wanadamu. Kufikia hapa ndugu zangu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaikum Allahumma ij'al